ambayo mume anapaswa kutendewa na mkewe. Na tunafahamu katika mambo ambayo yana mizozo na ugomvi mkubwa ni masala ya ndoa. Sa haki, sheria imeweka mwanamke, kuna mambo anatakiwa ayatende, kumtendea mumewe. Haki ya kwanza ambayo ndio tutakayoanza nayo, bi mashiatihi wa tawfiqihi antutia hu fima ya amuruha. Huyu mke anatakiwa amtwyi mumewe kwa mambo ambayo anayomwamrisha mume. Endapo atakapomwamrisha mkewe jambo fulani, basi mke anawajibika kutenda ilo jambo madamu kwamba halipo katika kuvunja sheria ya Allah Subhanahu wa taala. Ikiwa itakuwa jambo hilo ambalo mwanamke aliyoamrishwa ni jambo ambalo linavunja sheria ya Allah Subhanahu wa taala, hapo ni haki kwake mke huyo kuto kumtii mumewe kwa hadithi ya Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, la ta'ata li makhluq fi ma'siyati al-Khaliq, hakuna taa ya kiumbe katika kumwasi aliyeumba. Ukiona jambo hili mume analitaka, lakini lipo kinyume na sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala, basi kwako inawajibu kwako kuto kumtii katika toa kuna mambo mawili, ima kuamrishwa ama kuna kukatazwa. Uenda umeamrishwa wewe mwanamke jambo ambalo katika moyo wako hulipendi, katika moyo wako hulitaki, lakini mume ndiyo analitaka na halipo katika kuvunja sheria ya Allah subhanahu jalla waala, basi jambo hilo wewe mwanamke inakupaswa utekeleze. Mama, huenda umekatazwa jambo ambalo wewe lipo katika moyo wako, moyo wako unalipenda sana ilo jambo lakini mume akakukataza jambo hilo: mke wangu, sitaki kutende jambo hilo, sitaki kufanya. Madamu kwamba yeye amekukataza basi sheria inakulazimu ilo jambo liache, ala sabili mithali, kwa baadhi ya kina mama wana penda wafanye biashara ama wanataka wafanye biashara lakini waume zao hawataki. Madamu kwamba mume hakutaka wewe utende biashara, basi hii ni haki miongoni mwa haki, unatakiwa umfuate, kwa sababu wajibu wa kukulisha wewe, kukubisha wewe katika mambo yako yote, huduma hizo zinapatikana kwa mume. Ni makubaliano kibiashara, ni makubaliano na maridhaa ya, yatoke kwa mume. kwa mke wangu nimelivia kuwee ufanye biashara, lakini kinyume chake, basi mwanamke hautakiwi kutekeleza biashara hiyo. basi ipatikane ridhaa kutoka kwa Mungu. Hili jambo la kwanza, kwa sababu atwaa ni haki kubwa sana katika ndoa. Bunakayuka huko panasimuliwa kuwa kuna kisa kilitokea, ama kisa kipo, mfalme mmoja siku miongoni masiku alimwambia miongoni mwa wafanyakazi wake, naomba unitafutie dawa ambayo itakayopunguza umri wangu, nitafutie dawa ambayo itakayopunguza umri wangu, ama utakaya itakayoendelea kunibakiza umri huu niliyokuwa nao. Na tunafahamu kiuhalisia ni jambo zito sana. Yule bwana baada ya kuambiwa hili jambo akarudi eh, katika watu wa kijiji ahali ya qarya, kuwauliza jamani, mfalme mimi ameniambia jambo fulani, nimtafutie dawa ambayo tankusomrihi, ambao utakaupunguza umri wake. Kila mtu akastuka, lakini akatokea bwana mmoja akawambia idhahabi ila ljabari, nenda milimani, nani huko hunaka qarya, huko kuna kijiji Watu wanaishi katika hiko kijiji, hiyo dawa unayoitaka utaipata katika hiko kijiji, nenda. Huyu bwana akatoka kuelekea katika hiko kijiji.